Ya yeah. Karibuni kwenye chaneli yetu kama kawaida yetu, leo tuko site na kazi inaonekana kama hii. Kama mnavyoona hapa, hiki ni kinu chetu cha kukoboa. Tuna hii mota yetu ni hosipawa kumi na tano. Tuna kinu chetu hiki cha rola moja. He pia tuna mota yetu hii hapa, hii ni ospa ishirini kwa ajili ya kinu chetu hiki cha kusaga hmm. ambacho ni namba hamsini. Kwa hiyo tukija kwenye main switch, tuna hii main switch japo ni ya zamani, hii ni low budget. Kwa hiyo tuna circuit breaker yetu hapo, tuna hiyo taa zetu za kuonyesha voltage tuna stata yetu hii ya upande wa kusaga, alafu pia tuna stata yetu hii hapa upande wa kukoboa. Kwa hiyo kwa hiyo hii ni mashine ya low budget, kwa hiyo yeyote anaweza akafanya kitu kama hiki. Kwa hiyo karibuni sana kwa ushauri, kwa maoni na kila kitu. Asanteni, tukutane kwenye video nyingine. Usisite kusubscribe hapo na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kutazama video nzuri kama hizi. Chao.